Muzaji kuja kuja. Hii tunaweza kuwa nayo? Eh, niko nayo. Are you sure? Kwa sure. Hii nauza aje? Nauza 50 bob. 50 bob? I think the coco ndani. Eh. Hebu nipe moja. Uh, unataka ngapi? Nipe uh, tunataka tu moja mm -hmm. Peke yake. Nimeona iko na na utamu bana. Eh. Kwa hiyo mko mko na utamu hivi, mko na vitu zile tamu hivyo. Mko na vitu zile unasikia. Ipi nikuulize? Arufu hii sweet yenye nimeona pale ni kama hii? Eh, ni hiyo. Mm. Ni hiyo. Hebu hapana. Hapana, hapana. Hizi kara, hizi kara zenye nimeona pale mbona hapa hakuna? Hizo hii hizo ni venye tu zinakuja zikiwa. Mbona inaonekana pale mbona mbona inaonekana pale kiwa tamu na hapo mbona si tamu? <laughs> Ni tamu. Wengine ni venye ndimi yako maybe. Ah, hapana. Usinipime bana, usinipime bana, hapana. Hii mm, silipu kwa sababu umenidanganya umeniuzia kitu yenye sio. Hapana, sema utalipa. Vitu zenye nimeona pale, okay, zile kara ziko. Mbona hii ni red peke yake na zile na ile iko na kara? Wewe wewe ndio, um, nimekupea flavors lakini ungesema unataka flavor kama kama kama hiyo hiyo hiyo. Wewe nimekuonyesha exactly, nataka nataka ile ile ile yeah. ja ile kara na, nimiku, kara kara nimeona nimeona pale, unaniona unaniambia je nakula je red na na kama nilikuwa ningekupea tu tu kama hiyo. Juzi tofauti tofauti. sasa sasa mbona si no, Si hii. Exact. Exact? hujanipea kumaanisha hiyo siripi wewe sema utalipa. Mimi naenda na siri kwa sababu kitu kitu sioni. kidogo kaka, 50 bob. Kwani si umefunua customer, lazima ulipe kama umefunua. Hata ufanye nini? Utalipa, utalipa. Hii